Uh, nimegundua Samia Suluhu Hassan pamoja na watu, uh, watu zake wa madini, uh, ni. Samahani, naomba munisamehe kwa hii kauli mbaya ambayo naitoa juu ya watu wazima, lakini hawa ni watu wanafik kwa mujibu ya Qur'ani, sio kwa sababu yangu mimi, sio kwa kauli yangu mimi, kwa mujibu ya Qur'ani. Wale watu wanajiita wa uh, wanajiita Waislamu, na wakasema leo kauli ninapenda kuwa Prove wrong, naweza kuwathibitishia kwamba wale sio waislamu bali wale ni wanafik na nitawapeni ushahidi ambayo iko kwa Qur'an, haijatoka kwa akili yangu. Kwa hiyo hii kauli unafiki, najua ni kauli sio ya nidhamu, kumwambia mtu mzima, ili mtu iko hapa inasikia. Pia mtanisamehe kwa watu ambayo wako hapa waislamu, ijapokuwa uh, sio muislamu, watu ambao ni waislamu uh, katika Qur'ani tukufu Uh, kuna sura inaitwa Suratul Furqan. Ukipata uh, muda, naomba leo ukaisome kwa tafsiri yake. Katika Suratul Furqan kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu mtukufu alieleza ni watu gani ambao waumini wake wa kweli na watu gani ambao wana, uh, Mwenyezi Mungu kasema ha, watu wenye wa sifa hii na hii na hii na hii, hawa ni kweli watu wangu mimi na wananitumikia mimi, kwa mujibu ya Qur'ani sasa alitaja sifa kama kumi na moja kwa Waislamu eh, utakuweza kuni prove katika sifa hizo ukitaka kujua kweli watu wake, ni sifa mbili alizitaja zinasema hivi. Ya kwanza aliwasema hawa watu wake ambao ni waumini wa kweli, alisema kwamba waladhina uh, uh, uh, uh, uh, wala uh, uh, taktuluna nafsa lati harama llahu illa bilhaq, kwa maana yake kwamba watu wangu, Mungu anasema hawa watu wangu mimi, mkitaka kuwajua kweli ni watu wangu mimi na wananiabudu mimi na kweli ni watu wa, wa Mungu kabisa na wananitumikia mimi, katu hawatoweza kumuua mtu asiyekuwa na hatia, katu hawatoweza kudhulumu kudhulumu kwa kuua mtu kwa sababu ya wao wapate raha. wala taktuluna lnafsa allati harama allahu illa bilhaq. Mungu kwa mujibu ya Qur'ani, Ukitaka kumjua mtu kweli kabisa, ni mtu wa Mungu na mtu ananitumikia mimi na ananiabudu mimi, never hatoweza kuja kuwa mtu ambaye hana hatia. Sasa, kwa mujibu wa Qur'ani, Samia Suluhu Hassan ashakuwa disqualified, ametolewa kwa watu ambao waumini, waumini kwa watu ambao waumini, ametolewa na watu wengine. Hiyo hiyo inaendelea katika kutaja sifa za waumini wa kweli, Ikataja sifa nyingine inasema, wala yashhaduna dhurra waidha maru billaghwi maru kirama, kwa maana ya kwamba pia watu hao hao ambao mnaweza kujua kama ni watu wangu abad, never, never, never, hawatoweza kutoa ushahidi wa uongo na wakisema kauli yoyote wanasema ukweli. Sasa ndugu yangu, tujiulize hii ni Qur'ani tukufu ambayo waislamu wanaifuata lakini waislamu hawa wanaifata? Ndio leo tumeona amevaa kofia na kanzu anajiita yeye muislamu, ameenda kutoa ushahidi wa uongo kwamba watu walioandamana ni wahuni na washurikiwe, hao hao wanaungana na, wanaungana na mkono kwa watu elfu kumi wameuliwa, wakati Mwenyezi Mungu peke yake kawakataa. Sasa ndugu yangu, naomba nadhani na, na munaweza munajiuliza kwa nini sasa wanatoa kauli ambayo wakija, wakija kwetu sisi wanatuambia wao waumini e, na wanavaa vizuri, lakini na, na Waislamu ama ni Wakristo tutajuaje kama si waumini? Imeelezwa tena mtawajua. E, Mwenyezi Mungu kaeleza tena katika suratul Bakra ni sura ya pili, nadhani aya ya kumi na nne Mwenyezi Mungu anasema, wakitaka kujua watu wanafiki wanatabia hii moja, wanatabia gani? Anasema hivi waidha laku ladhina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahziun, kwa maana yake kwamba hawa watu wanafiki hawa hawa manafiki ma, ma, ma, ma, ma, ma, na majambazi wakiwa mbele za watu, wakiwa wako mbele za watu wanaongea wanasema kwamba oh, sisi tuna, sisi tunapenda amani eh, na sisi tunamwamini Mungu na tunakupendeni nyote, lakini Mungu anatoa tahadhari, lakini hao hao Walosema mbele zenu kwamba tunakupendeni, tumeumia ile jambo imetokea, tume imetuumiza leo, ile watu wamekufa, natoa pole. Mungu anasema hivi, wakikutana wenyewe kwenye kwenye vikao vao wanasema, oh, achana nao wale mafala, tulikuwa tu tunawapumbaza, si tunataka kuwaua. Hiyo ni Qur'an, si maneno zangu. Naomba peke zenu mkasome Suratul Bakra aya ya kumi na nne. Hiyo ndo maneno inasema kwa, kama unataka tafsiri yake uh, original manuscript kwa English inasema hivi

Hawa wa jamaa ni wanafiki kwa mujibu ya Qur'ani ni waongo na mijizi na minafiki na mijitu ambayo haifai kwa mujibu ya Qur'ani tukufu. Lakini kwa Wakristo ambayo tuko hapa, Wakristo ambayo tuko hapa nawahusia na na sana sana sana, tusije kabisa tukamwamini, uh, tukamwamini, uh, tukamwamini, uh, tukamwamini yule mtume anauza mamaji, anasema akikupa maji unapata utajiri. hawa okay, jamaa ni makriminal na tukipata nchi tunawapeleka mahakamani kwa sababu. Naomba ukipata nafasi uh, mtu ambaye unaamini uh, kwamba uh, Yesu Kristo alikuja kwa hii dunia na akafa kwa dhambi zako, nenda kasome Book of Matthew inavyoelezwa kwamba kwa siku za mbele watakuja, watakuja, ma, watakuja mami, mapasta za uongo ambao watajifanya kuwa wao waumini wa Mungu, lakini tu ni wanafiki kabisa ikiwa unataka reference nenda kasome Matthew chapter 7 verse, uh, verse 15, ndio utakuta hiyo story kwamba watakuja mapasta wa uongo, na, na dalili zao uh, dalili zao uh, zime, zimeelezwa vizuri tu kwamba ukiwakuta kwa jamii wanahubiri wana neno la Mungu vizuri wanahubiri, uh, wanahubiri uh, Injili vizuri, lakini kwa siri kabisa wananyanyasa watu kwa siri kabisa, wanaua watu kwa siri kabisa, wana manipulate watu hii, uh, uh, hii ni content. Ukisoma book of Matthew chapter 7 verse 17, lakini hiyo Matthew ukenda kusoma verse eh, eh, verse 24 11, ukisoma 2 Corinthians 11:13 15, utakutana na hawa majamaa matapeli na mijizi ambayo inakuwa inajifanya eh, watu wa Mungu. Sasa ndugu yangu Uh, mimi nina mtindo mmoja ya kupambana na, na, na dunia baada ya ku, kuele, kuku, kum expose mtu kwamba mbaya, nakuwa ninatoa na mbinu ya kupigana naye na mbinu ya kumparalyze. Sasa basi kwa ndugu zetu ambayo mko hapa Waislam, ninaomba passport size picture kwa njia yoyote ili mnaweza, ama picha za kawaida nzuri za wale mashehe leo ambayo wanosema kwamba sisi tushughulikiwe na tushtakiwe, kwa sababu hivi wakati tunaongea tayari nimeandaa barua rasmi, tunaipeleka wizara ya hija na umra, Maka, Saudi Arabia. Tunaipeleka kwa waziri ambaye anashughulika na, na kutoa viza za watu kwenda kwa hiji Maka, anaitwa Taufik Bin Fauzan Al Rabiah. Tunampelekea barua rasmi kumweleza kwamba idadi ya hawa mashehi, unaona mpiga kinanda sama, sama Idadi ya mashehe basi, hao basi, hapa a, a, Abil Abil Abil, dakika mbili dakika mbili tuanze tucheze na vinanda. Upige vitatu. Watu wanasema na makofi kidogo, na makofi Bumi. kidogo. makofi kidogo. Nabili tulia nabili, nabili. Unatoa madini si ya kawaida. <laughs> Bado bado na habibi na bado bado waw, bado wao bado wao bado wao wow. Tena tena tena wape wape wow. Wape tena tena kidogo mashe wow. Okay, unaweza kaendelea sasa <laughs> Okay, sasa hizi mashehe ambazo ni majambazi na majizi na maprimitive primitive iliyokuwa leo imeweka masura zao, naomba mufanye kazi moja tu kwenu nyinyi, munitumie picha zao zinaonesha sura zao na majina matatu kamili. Kwa kila ile picha ya moja na jina yake kamili. Kwa mfano kama mimi unapata picha yangu unaweka huyu unaniandikia huyu ni Habil Kabil wa TikTok. Majina matatu yao yamekamilika ile imesajiliwa kwa serikali ya Tanzania. Tushaandaa barua rasmi zenye nyaraka nne nimemuambatanishia Saudi Arabia nimeambatanisha na pamoja na chapta za Quran zinotakiwa watu hawa wapigwe vita na wasiruhusiwe kuingia sehemu takatifu kama ya Maka na barua hiyo tutaipeleka pia kwa waziri yao uh, inahusika na mambo ya watu wanaoenda kuhiji Maka pamoja na kutoa viza za watu wanaohiji Maka kwa Bwana Taufik bin Fauzan Alrabiyah. Tutamuomba watu hawa wawe band moja kwa moja kuingia kwenye mji yao mtukufu, kwa sababu wamehusika na mauaji ya watu wasiokuwa na hatia elfu kumi pamoja na hiyo juu yake wanakudhalilisha dini yao ya Kiislamu, dini ambayo tunaamini haina ugomvi na Christian, haina ugomvi na sisi, haina ugomvi na Waislamu peke zetu. Tuna, tutaisukuma uh, wizara yake kwamba awashughulikia wa watu raia wa Tanzania. Ikiwa unapata passport namba zao ni muhimu sana. Tutapeleka kule taarifa kwamba hawa ni makriminal na tumeambatanisha kwa taarifa zao ICC, msiruhusu waje kuruhusu hawa watu kuja pamoja na mufti yao ya Tanzania kuingia kwa mji wenu tukufu ni kuidhalilisha Saudi Arabia, kwa sababu kwa mujibu ya Qur'an, mji ule mtukufu anatakiwa afike muumini na Muislamu wa kweli tu ambaye anamwamini Mungu na kitabu yake, ambaye yuko eh, anaweza kufuata yale nini Mwenyezi Mungu amesema. Hawa ni criminals na usiwaruhusu kuingiza. Na baada tu ya kuweka barua, kutuma barua hiyo Saudi Arabia kwa, wiza, kwa wizara inayoshughulika eh, na mambo ya umra na haj na kumpelekea barua hiyo bwana Taufik bin Fawzan al Rabia. Tutapeleka barua hizo rasmi ambazo tumeziprint na picha zao hawa majambazi, tutaziwatumia na wao hawa majambazi kwa WhatsApp, tutabatanisha barua hizo, tutapeleka sasa ofisi ya mufti ya Tanzania kwamba tumeomba hawa watu wawe band kuingia Tanzania, kwa sababu tu washike adabu zao siku ya pili, kutu, kutumok sisi kutufanyia masehara, watu ambazo ndugu yetu ameuliwa, watu ambayo mtu anapanda hapa analia kaka yake na mume yake na ndugu yake kauliwa, wao wanakuja kusema uh, tukamatwe. Lazima tupambane nao kiulimwengu wa sasa unavotaka, makomenti za matusi tu sio jambo ya busara sana, nami sikulelewa kama mfumo ya kuweza kutukana watu, lakini nimefundishwa njia za kupigana vita ambazo za kuhakikisha mtu ana paralyze hata kama hajataka. Kwa hiyo tutapeleka hizi barua mpaka Monday zitakuwa imefika, wazuiliwe kabisa kuingia pale pamoja. Tukipata majibu zao, tutawapelekea kwa mufti ya Tanzania, wajue kama wa watu tuna put pressure Saudi Arabia wawe band, kwa sababu ni, hawa ni majambazi na ni, ma, ni mahalifu. Kwa hiyo ndiki zangu kwa sasa nitasimama hapo, kuwapa nafasi ndiki yangu nyingine itoe maoni zenu. Uh, ikiwa munaona hii wazo ni mbaya, niko niko radhi kufuata maoni yenu, lakini kama munaona iko sawa, naomba mujitolee kukubali kushirikiana mimi kutafuta